Gavana wa Trans-Nzoia George Natembeya amefanya ziara yake ya kurejea nyumbani kwa kuwahutubia wenyeji wa mji wa Kakamega. Natembeya anazuru maeneo tofauti katika eneo pana la magharibi baada ya kukamatwa na kuachiliwa kwa dhamana kwa madai ya kushiriki ufisadi. Natembeya alikamatwa nyumbani kwake na kuzuiliwa na maafisa wa tume ya kupambana na ufisadi kabla ya kushtakiwa kwa ufisadi. Hata hivyo, wandani na wafuasi wake wamedai ni njama ya kuwakandamiza viongozi wanaoonekana kuipinga serikali. Wakizungumza katika ibada iliyofanyika katika kanisa la Kitale Pentecostal, viongozi hao wakiongozwa na mbungi wa Saboti Kalebamisi wamehimiza viongozi wenzao wa eneo la magharibi kusimama kidete kulinda heshima, sauti na nafasi ya kisiasa ya jamii hiyo. Ambayo wameiba pesa wengi sana, tena wako na makosa huko, then why choose Natembeya? Because anagonga serikali, anasema tawe Nimesema mimi sifanyi kazi kwa kaunti. I don't work with him. hata hiyo hiyo tawe au tai nipata huko. But when they touch on one of your own yeah. You must for no good reason. Yes. You must be there with them yes. You must stand. Wacha tusema ukweli. Kwa hivyo ndugu Caleb, nakushukuru sana kwa sababu na ndugu Natembeya Hakuna mwanadamu ambaye hana kasoro moja ama mbili, lakini we cannot victimize kiongozi wetu kwa mambo ambayo mlisikia hayo, si mlisikia? mambo ambayo anaendelea